Hadithi, nyota mbili, Love Across Continents. Arjun Malhotra alikuwa kijana mwenye ndoto nyingi kutoka Mumbai, mpole, mcheshi na mpenda tamaduni za dunia. Baada ya kupata kazi kama digital filmmaker, safari yake ilimfikisha Dar es Salaam kwa ajili ya kufanya documentary kuhusu maisha ya vijana Afrika Mashariki. Siku ya kwanza tu alishangazwa na joto la watu, ladha ya chakula na muziki uliojaa roho. Lakini hakutarajia kitu kingine, kuzama kwenye penzi la kweli. Ilitokea Kariakoo, chini ya kivuli cha miti mbele ya duka la vitabu. Alimwona Zuri Mshana. Msichana Mnyamwezi mwenye ngozi nyeusi inayong'aa kama usiku wa nyota, macho ya mviringo kama jiwe la obsidian, na tabasamu liliyoweza kuponya moyo uliochoka. Arjun alisahau hata maneno ya Kiingereza na Kiswahili mara moja. Sorry, I mean, samahani. Book, I mean, hii kitabu ni ya zuri. Alicheka. Kicheko cha kupendeza kama wimbo wa taarabu uliopigwa kwa upole. Poleni kaka, unahitaji msaada? aliuliza kwa utulivu. Hapo Arjun alijua ameanguka, mapenzi ya kwanza kabisa. Kwa wiki kadhaa alijikuta akipitia eneo lile lile tu ili amwone Zuri. Walianza kuongea kuhusu maisha, mila, filamu za Bollywood, chakula, ndoto na mambo madogo madogo ya maisha. Zuri alimpenda Arjun kwa unyenyekevu. Arjun alipenda kila kitu kuhusu Zuri, hasa ucheshi wake. Wawili hawa walikuwa kama mchanganyiko wa tamaduni mbili zinazokutana na kutengeneza uzuri mpya. Siku moja walitembea Coco Beach jioni. Mawimbi yakipiga polepole, Upepo ukipuliza nywele za Zuri na jua likizama kwa rangi za machungua. Arjun alijikuta anaongea bila kupanga. Zuri, I think I'm falling for you. Zuri akanyamaza. Moyo kidunga. Hivyo tu, akasema polepole pole. Hapana, alijibu, kwa sababu nimejaribu kujizuia miezi miwili sasa. Wakakaa kimya sekunde kumi, kisha akajibu kwa sauti dhaifu, Arjun, moyo wangu unaogopa, lakini nahisi na kupenda pia. Kuanzia hapo walikuwa hawatengani, walitembea kwenye soko la Mwenge, wakacheta pamoja kwenye BRT, wakala mishkaki, chapati, biriani na viazi vya kukaanga. Wakaenda Zanzibar kwenye boti, wakapiga picha mnara wa Forodhani. Arjun alijifunza Kiswahili kidogo kidogo, Zuri alianza kupenda filamu za Sharukan. Walikuwa kwa ulimwengu wao mtamu, rahisi na uliojaa ndoto, lakini mapenzi ya mbali hayakosi mizizi ya drama moja Baba yake Zuri hakupenda mawazo ya mwanaye kutoka na Mhindi. "Wewe ni mtoto wa Kitanzania, damu na mila zako." Zuri akalia, Arjun akahisi kuvunjika moyo. Mbili, Arjun alipigiwa simu kutoka India, alipaswa kurudi baada ya wiki moja tu, mkataba wa kazi uliisha. Tatu, wivu ukazuka Kulikuwa na kijana mmoja jina lake Jafari, aliyekuwa kimya kimya anamtamani Zuri kwa miaka. Alipoona Arjun amemshinda alianza kumsema vibaya ili kuvuruga uhusiano wao. Mikasa ikawa mizito, huzuni ikawa kama mzigo. Arjun na Zuri waligombana mara kwa mara kwa sababu ya presha. Zuri alihisi kama Arjun anaweza kuondoka na kumwacha Arjun alihisi kama hazungumziwi vizuri na familia ya Zuri. Wawili hawa walijikuta wakiwa mbali zaidi kimwili na kimoyo. Siku ya Arjun kurudi India ilifika. Alienda uwanjani wa ndege akiwa na machozi, hakutarajia Zuri atakuja. Wakati ndege inaenda kuondoka, Zuri akafika mbio mbio, akapita ukaguzi akilia Arjun kila mtu akageuka. Arjun akageuka akilia pia. Zuri akasema kwa sauti ya kutetemeka, Arjun, sitaki upande bila kujua kuwa nakupenda. Hata dunia ikitenganisha tamaduni zetu, moyo wangu ni wako. Arjun akamkumbatia. Na mimi lakini lazima nirudi, lakini narudi kukuchukua. Hapo wakalia wote wawili. Arjun alirudi Mumbai, lakini upendo hakuufa. Waliongea kila siku wakipigiana video call, wakipanga maisha. Baada ya miezi kumi na mbili Arjun alirudi Tanzania, safari hii na familia yake mzima, pamoja na zawadi na baraka. Baba yake Zuri aliona ujasiri, heshima na upendo wa kweli, akavunjika na tabasamu la Arjun, Akawaambia, kama moyo wa mwanangu una tabasamu, basi na mimi natabasamu. Harusi ilikuwa ya kifahari, mchanganyiko wa Bollywood plus Kiswahili. Zuri alivaa gauni la kitenge liliochanganyika na mapambo ya Kihindi. Arjun alivaa sherwani ya dhahabu, ndoma za kitamaduni, dufu, tarab na muziki wa Hindi uliungana Watu walicheka, walilia, wakacheka. Arjun alimshika mkono na kusema, upendo wetu ni daraja baina ya bara na bara, moyo na moyo. Zuri akajibu, nyota mbili ziliyotoka mbali lakini ziliyoandikwa kukutana. Hapo waliishi kwa upendo hadi mwisho wa hadithi yao. bora ya familia yako. Chagua unga wa lishe wa ubora wa hali ya juu kutoka Mkolwe Products. Umetengenezwa kwa mchanganyiko bora wa mahindi lishe, mbegu za maboga, soya, ulezi, mchele. Faida za unga wetu: hujenga nguvu na kuimarisha kinga ya mwili, husaidia ukuaji bora wa watoto, una ladha nzuri na ni rahisi kupika. Afya kwa kila kizazi. Bei shilingi elfu tatu tu. Wasiliana nasi sasa 0716 28 t 008 au sfuri 6 Mkolwe Products. Help us to help you.